itakuwa ni herufi alifu itakapofuatiwa na herufi yenye sukuni mbele. Hii itakuwa sehemu ya kwanza, alif ifuatiwa na herufi yenye sukuni baada yake. Alafu sehemu ya pili itakuwa ni herufi ya yenye sukuni, herufi ya yenye sukuni itakapofuatiwa na herufi yenye sukuni baada yake, ya yenye sukuni itakapofuatiwa na herufi nyingine yenye sukuni baada yake. Alafu sehemu ya tatu itakuwa ni herufi wau wow, yenye sukuni itakapofuatiwa na herufi yenye sukun baada yake. Waw ina sukun, kisha kuna herufi nyingine yenye sukun baada yake. Kwanza, sehemu ya kwanza alif itakufuatiwa na herufi yenye sukun alif. Kama alif ni herufi ambayo kwa asili ina sukun, yani yenyewe tayari ina sukun, ndio maana utakapopewa herufi yenye fatha alafu ikafuatiwa na alif, pale juu alif hawaandiki sukun ili ukwambie wewe uvute. Tunaona alif iko yenyewe tu wala haina kitu juu, na utavuta ba Ta manake tayari ya alif by default, na sukuni nakwambia wewe vuta, sababu alif yenyewe tayari na sukuni, ndio alama yake, ndio hali yake ya asili, bila ya kuwa hiyo sukuni imeandikwa. Hiyo haiandiki sukuni juu ya alif kwa sababu tayari kwa asili tu, tayari yenyewe herufi ya sukuni. Kwa hiyo itakapofuatiwa na herufi ya sukuni baada yake, manake itabidi uvute hii herufi hii herufi yenyewe ilifuatiwa na alif. Kama ni herufi ba na alif, itabidi uvute hii herufi baa lakini kama baada ya hii alif sasa ya kuvuta hii, yani kuna ba kisha na fatha, alafu na alif. Alif itakofuatia baada ya hii alif ikiwa na sukuni, basi hiyo alif haitofanya kazi ya kuvuta, maana yake hautovuta, hautovuta. Mfano tutazama hapa, aya namba moja. Hapa wa idha, idha hapa ina alif ya kuvuta, lakini baada ya hii alif ya kuvuta kuna neno albiharu albiharu neno hili albiharu na hamzatul wasli, hamza ya kuunganisha ambayo tukiunganisha tutaitamka. Kwa hiyo tutaanza na lam ya sukun, kwa hivyo lam ya sukun na kabla yake na alif, tusomaje hapa? Hatutovuta kwenye dhal, maana yake alif haifanyi kazi, itakuwa wa idhal, tutamka dhal, tunaenda kwenye lam. Wa idhal biharu ujirat, wa idhal biharu ujirat, wa idhal biharu

a herufi ya shadda maana yake kuna herufi mbili za jinsi hiyo hiyo, kama hapa sin ina shadda na fatha. Msingi una sin mbili, ya kwanza ina sukun, pili ina fatha. Kwa pamoja zimechanganywa ikawa sin moja ina fatha. Kwa hiyo sin moja na sukun, ndio hii tunayokusudia hapa. Kuna alif kabla yake na hii sin ina sukun, kwa hiyo kule kwenye alif utovuta, au tusema idha sama la, yaani idha samau, idha samau. Kisha tamka dhal, naenda kwenye sin yenye shadda, kwa sababu shadda technically

Alif itakapofuatiwa na herufi yenye sukun, kwenye hali kama hiyo, alif hii haitofanya kazi ya kuvuta. Badala yake, baada ya kutamka herufi hiyo ilifuatiwa na alif, hautoivuta utaitamka, kisha utahama kwenda kwenye herufi inayofuatia yenye sukun, ambapo mara nyingi inakuwa ni lam, lam ya sukun, na kuna baadhi ya cases inakuwa sio lam, kama tutakavyoona kwa na mfano insha Allah.